You are watching Bboy Fidy TV, like subscribe, kisha daniel notification. Asante, gari yangu hii hapo, naipeleka Tanzania. Nimenunua Land Rover. Kazi kwenu ndugu za boda, guda guda boda, hakikisha guda, mzigo unafika salama sawa. Ngoma hii hapo, wale mliokuwa mnanicheka, naendesha Toyota. Kazi nayo, ngoma hii hapo, yote tayari

Good boy, mzigo huu hapo go, go, go, go, go. Milioni tatu na laki tano Sasa najikusanya ninunue hii hapa, inauzwa laki milioni milioni nne na laki tisa Hii hapa najikusanya mzigo wangu huu hapo unaondoka. Ayo amsa baba wakome mongoko call me di simu ya kutajiri. We unatembelea gari gani? Discovery hii hapo.